Hello, vipenzi vyangu, asalamu alaykum. Karibuni tena kwenye kipindi chako pendwa cha Pika na Saumu, jamani, tukiwa tuko chungu chetu cha kumi na tatu, jamani, leo tunapika daku ugali, jamani ugali jamani, nataka ni, nionyeshe siri moja jamani. Mimi siku moja nimejaribu kupika ugali nikachanganya mboga, e, mboga zilikuwa tamu jamani, na leo tunafanya. Kwa hiyo unaweza ukajaribu kufanya jamani. Mimi nashanganya mboga aina tatu, unaweza ukachanganya ta aina nne. Kwa hiyo nitachanganya matembere, nitachanganya na spinach, nitachanganya na mchicha mtaona namna ambavyo mtazipika, mi nitapika na mlenda wangu hapa kuchanganya na majani ya maboga. Nitapika na dagaa wangu hawa jamani, au dagaa wa kutoka Bukoba niliagiza jamani. Karibuni kwa pamoja jamani, tuone namna ya kupika ni vipenzi vyangu. Ukishaziosha mboga zako, unazikatakata zote kwa pamoja, unazichanganya Tunaanza kukaanga vitunguu vyetu kama kawaida, natia mafuta, nakaanga vitunguu. Vikiiva natia nyanya kidogo, sababu mimi natia nazi. Kwa hiyo ikiwa natia nazi, napenda kutia nyanya kidogo tu jamani. Hapa tunakaanga, tunakanga vitunguu vyetu mpaka viwe brown, alafu tunatia nyanya yetu. Mnaona jamani, vipenzi vyangu, vitunguu vyetu vikishafika hivi basi hapa tunatia nyanya yetu, ua nyanya zetu kunye tafuriza jamani, natia kidogo kwa jimbo gangu ni kidogo jamani, unajua wapenzi wa ugali ka nakuika tu ugali kidogo kwa ajili so yangu, mimi na mtu mmoja tu, wengine nawapikia wali hapa tunaacha nyanya zetu ziive vizuri kabisa. Naona jamani, nyanya yangu kisha kuiva, natia vikao tu jamani, kidogo, yaani vimboga mboga zangu mimi ni kidogo jamani. Kama unafanya kwa wingi, unaweza katia nyanya kwa wingi, au katia karoti kwa wingi. Kwa hiyo mimi ni kidogo tu jamani, hapa zinanywea pia lakini nawapa siri kuchanganya mboga tatu nne, ah, mboga inakuwa tamu sana. Naacha kidogo kauti zako pia ziiva, tunakuja kutia mboga zetu. Umeona sasa, baada ya nyanya yangu kati kuiva, nimetia sasa mboga zangu hapa, mchanganyiko wa mboga zangu. Sasa hapa unazikoroga mpaka zitanganyikane vizuri, ngoja tukoroge. Na sasa hapa kutia chumvi, mimi napendelea kutia Maggie nusu na kwa sababu mboga ni kidogo, natia nusu afu na tena kitunguu saumu jamani kidogo kilichosagwa, inafanya mboga yako inakuwa na taste nzuri jamani kitunguu saumu ukitia kwenye mboga ya majani au kwenye cabbage, wewe, hey, hey! Utafurahia cabbage yako utafurahia mboga yako ya majani, majani. Inakuwa nzuri kabisa. Mhm. Hapa -hmm. Tunaacha kidogo hivi. Tunaleta tui letu la nazi. Tunatia jamani, jamani, mnaona vipenzi vyangu hapa sasa, nimetia tui langu kidogo, kwa sababu mboga majani haitakiwi ive sana, kwa sababu ni laini. Kwa hiyo tia tu kidogo kama hivyo na acha ichemke. Nilikuwa ninafikiri nachukua nina, kumbe sikuchukua video pale kwenye kumemina tui jamani. Kwa hiyo unatia tu tui kawaida. Hapo mboga yako inakuwa iko tayari. Tamu sana hii mboga, jaribu kupika. Mm-hmm. Kwa hiyo hapa iko tayari tayari kabisa, naona jamani, mboga yetu ni tamu, jaribu kuchanganya, utakuja kunishukuru. hapa iko tayari kabisa kwa kuliwa. Ah, jamani vipenzi vyangu, tunaingia sasa upishi wa dagaa jamani. mimi dagaa kwa sababu hizi ni za Bukoba hazina mchanga, wanapenda kuzikaanga kidogo, halafu naziosha tu na maji ya baridi jamani, nazikaanga tu kutoa ile shombo shombo kidogo mm. Kama hivi zinakaangika kidogo, halafu naziosha kawaida mara mbili mara tatu na maji ya baridi tu, mmeona. Mm. Jamani, zinapotoa moshi kwa hapa, zipo tayari, naziepua naenda kuziosha halafu taanza kuunga dagaa zetu jamani. Watu wengi wananiuliza una na mnakupiga dagaa namna kupiga dagaa leo hivi jamani. Ngoja tukawaoshe sasa afu tuanze kuunga dagaa wetu. Haya jamani, vipenzi vyangu, dagaa langu leo hii nimeshaliosha. Mara tatu tu naliosha na maji yako vizuri na naliweka kwenye sufuria kama hivi, leo tunachuja maji. Tunakuja kwenye sufuria tunaweka mafuta. Tunaanza kukaanga jamani, vitunguu vyetu. Mara nyingi mimi sipendi kuacha vitunguu vile brown, kwa sababu napenda dagaa langu pia nilikange huku na nilika mafuta vizuri kabisa. Kwa hiyo likiwa bado hivi, sasa natia dagaa wangu jamani, meona kwo. Oh, hapa nawaacha moto mdogo mdogo wakaangike vizuri. Kwa hiyo vitunguu vinaendelea kuiva na dagaa wanakaangika jamani. Haya, mnaona sasa dagaa langu inaendelea kukauka jamani, maliika moto mdogo mdogo, kija kugeuza, unaona na vitunguu vyetu vinaiva vizuri kabisa. Kwa hiyo tunaliacha tena niendelee kukauka. Haya, haya, hapa nina kuku wangu jamani. Huu ni kuku mgumu, nilikuwa nilimchemsha nikawa nimemweka, kwa hiyo nitafanya mchuzi chuku chuku wa chukuchuku wa ugali kuku nusu, jamani, kwa ajili ugali ni kidogo tu, watu wawili. Umeona hapa, nitamwacha achemke, natia nyanya kidogo, kwa ajili ni chukuchuku chuku. Jamani, mchuzi wake unakuwa mwepesi. Umeona na mwacha achemkie, yani kuku alikuwa kashaiva hapo tu, tunamtia nyanya sababu ni chukuchuku tunamwacha chuku achemke, nyanya ive vizuri kabisa. Sasa jamani, yaani maji yetu ya mlenda, unaweka kwanza maji yanachemka kabisa kama hivi, alafu tutatia chumvi kidogo, tutatia na magadi, magadi kidogo, tukajii mlenda ni kidogo kama hivi kwa sababu ukitia mengi, unakuwa yani unakoso mzuri mlenda kwa kama hivyo. ule chemke tena kidogo, alafu tunakuja so kutia vitu vyetu haya. Mmeona, make sure umechemka kama hivi, umetoa povu. Tunatia sasa vitu vyetu, maboga yetu pamoja na bamia ya jamani cheo kua unatumia ichi ndio huwa <laughs> nakitumia mara nyingi sana. Mi napenda kutia na nyanya kidogo, jamani, kidogo sana, kwa jua wengine wanatia karanga, si hatupendi karanga Koyo. Kwa hiyo nyanya ni kidogo tu, mhm. Kwa hapa tunaacha sasa chemke vihive vizu vizuri kabisa moja tuache Mmeona sadaga letu limeshakaangika tayari. Hapa tunatia nyanya yetu. Mimi nimetia nyanya kidogo kwa ajili na nakea kidagaa, nitie nyanya pati k unatia kidogo ja cie na karoti. Karoti nimeisaga vikubwa kubwa kama hivi Endelea hivyo jamani, ni dagaa naona kwayo hapa, natia nanyenyi hapati na acha zizo taratibu, huja tutie. Mnaona natia tu kidogo, kwa ajili dagaa ni kidogo jamani. Naacha sasa nyanya iti ukautie oja kutie na, napendelea kutia na Maggi, tatia nusu kwa ajili ni kidogo dagaa. Hapo kutia maji, unaja tena kutia chumvi, jamani, mwisho mm -hmm. nitauja kutia limao ndimu kipande kimoja tu Yay. Sasa jamani, mnaona sasa hapa. Sasa tunalivuruga kweli kweli mpaka livurugike. Moja tulivuruge, naona sasa jamani, mlenda wetu hapa uko tayari. Wengine wanatia karanga, tia karanga na kwa vizuri zaidi, lakini sia tupendi karanga, kwa hiyo hapo uko tayari, mnaona kabisa hapo uko tayari basi wepue. Yes, mnaona sasa mlenda wetu jamani, ukitia karanga unakuwa mzuri zaidi, lakini mimi nimependa hivyo kutia nyanya kidogo tu. Kwa hiyo huko tayari hapa kwa kuliwa jamani, mimi nimefanya kidogo, naweza kufanya mwingi jamani. Ah, jamani wapenzi wangu, naona dagaa leo limekaukia vizuri, liko tayari hapa. Natia ndimu kidogo tu, kwa sababu dagaa ni kidogo jamani. Napenda dagaa leo na mchuzi kama hivyo, patatia tatia pilipili hoho zangu kidogo, tutatia na pilipili mbichi kama mbili hapo. Dagaa langu lipo tayari kabisa, inaonja chumvi kila kitu sawa liko tayari kabisa, ipoe. Umeona dagaa letu jamani, ni tamu sana. Unaweza ukapika hivi dagaa lako likawa zuri kabisa, tamu kabisa, kwa ajili ya ugali na wali. Unaweza ukachanganya na viazi likawa zuri ya chungu. Umeona hapa, lipo tayari, tunamalizia jamani. Chukuchuku chuku yetu tayari, umeona? Sasa hapa tunatia ndimu pilipili pili hoho, pamoja na pilipili mbichi. Hili ni chukuchuku jamani, kwa ajili ya ugali huu. Ni kuku mgumu muni ojasaa. Tuonje chumvi, kama chumvi itakuwa imepungua, basi tutaongezea magi kidogo nusu kwa ajili ya kuweka testi nzuri jamani. Magi ni nzuri popote pale unapoitia tu Kuangalia. Nimeona chumvi yangu imepungua kwa hiyo naongezea maji kidogo nusu kidonge, hapo itakuwa imetoshea na chukuchuku langu litakuwa liko tayari kabisa. Ngoja tuache kidogo ichemke tuweze kuepua jamani, alafu tubadike ugali wetu. napenda kutupia mabamia kidogo mwishoni kabisa, kwa ju bamia zinawahi kuiva, eh, chukuchuku kidogo liwe na bamia ndo lina linanoga kama hivyo hapo tutafunika kidogo, tuache bamia letu lipate kuiva, tuepue jamani. Kuku unamchemsha tu kawaida kawaidaa, tangawizi unamchemsha kawaida tu, sababu nikawa nilimchemsha muda, ndio maana tujawaonyesha namna ya kuchemsha. Jamani vipenzi vyangu, chukuchuku letu lipo tayari, bamia letu ndio kama hivyo, limeshaiva. Tunaipua sasa, tubandiki ugali wetu ndo kama hivyo jamani, liko tayari kwa kuliwa, ni tamu sana jamani. Pika ugali namna hii na chukuchuku, so lazima nazi nazi, nazi, nazi, nazi tumeshaka kwenye mboga ya majani. Basi kuku wako mfanye hivi chukuchuku, utafurahia. Ugali wako unakuwa mtamu sana sana sana sana. Sasa tunaenda kupika ugali. Ugali kawaida unabandika maji yako, yakianza kupata moto tunakorogea uji, alafu na uache sasa uchemke, tukorogee unatia unga tu kidogo, sitie mwingi maana ukiwa mzito hapo. E, tunakorogea sasa, uive na uache mpaka uchemke, uive. Unaona jamani, ni saizi ya uji. Mimi wa kwangu ulikuwa mzito, nikaongezea maji, ndio maana nimeona imekuwa mwingi. Kwa hiyo uji unatakiwa hivi. Hapo nacho chemke kidogo, alafu tunasonga jamani. Ah, jamani hapa tumeshaacha uji wetu umechemka sasa tunasonga jamani. Wewe hapa unatia unga unasonga tu kawaida jamani. Kwa sababu mimi si hapa tunapenda ugali mlaini, mimi binafsi napenda ugali mlaini. Kwa hiyo unatia tu kidogo unga nasonga, na nasonga. Ngoja tusonge. Bona jamani, sasa mishindo kuonyesha kwa sababu lazima ukisonga ushike sufuria hivi. Kwa sababu sisi hatuna ile nini ya <laughs> ya kushikia ile. Maona kwa hiyo ugali mimi napenda huu mlaini kama hivi hapa na uacha ukiiva kidogo pia unakaza jamani. Afu umetokea mwingi, mara nyingi ukibaki, mimi napenda kuhifadhi jamani kwenye friji, kesho yake naupasha mwenyewe, kama mboga zimebakia na kula fresh kabisa. Kwa hiyo ngoja tuache uive jamani. Jamani, ugali wako kwa unatoa moshi kiasi hi hivi, hapo unakuwa umeiva jamani. Ah, tayari kabisa, kitu hicho kinanukia. Jamani, hapa tayari ugali wetu uko vizuri, naona mwanamke atakao usonge ugali usio na watoto watoto. Kama hivyo, mnaona safi kabisa. Ngoja <laughs> sasa tuepue jamani, kitu hicho kipo tayari kwa kuliwa jamani, ugali lao na mboga nyingi nyingi. Jamani ndio unanoga. Haya jamani, vipenzi vyangu, karibuni. Mume zangu ugali napenda jamani, nakulaga mwingi huu ndo ugali wetu huu, nakula mimi wote mii. <laughs> ndo dagaa wangu, hii mboga yetu mix jamani, hii mboga ni tamu, mjaribu kuifanya. Hapa tuna mlenda wetu, hapa tuna chukuchuku letu, hapa tuna maji yetu ya kunywa. Kwa karibuni sana jamani, tule. Sasa hivi ni saa nne, mi ndo nala daku yangu saa hizi mapema kabisa. Karibuni. <laughs>